Tito mbili, kumi na mbili, hadi kumi na tatu. Katika waraka huu kifungo cha maneno muziki mtakatifu ambayo nyakati zingine kimerejewa kama mziki wa kidini kinamaanisha mziki unaohusu Mungu na mada za Biblia na Kristo. Mara nyingi ni mziki ambao umetungwa na kukusudiwa kwa ajili ya huduma ya ibada, mikutano ya uinjilisti au maombi binafsi, na unaweza kuwa mziki wa mdomo au ala. Si kila mziki mtakatifu na wa dini unaweza kumfaa mtu wa Mungu. Mziki mtakatifu haupaswi kuhamasisha mashikamano na ulimwengu au kuishi na kutenda kama watu wa ulimwengu na kuiga tabia na mfumo wa fikra zao au matendo yao. Mziki usiokuwa wa kidini ni mziki ambao unatungwa kwa ajili ya matumizi mengine tofauti na huduma za ibada au maombi binafsi, unazungumzia masuala ya kawaida ya maisha na mihemko ya msingi ya kibinadamu, unaotokana na maisha yetu ukionyesha mwitikio wa kibinadamu kwa masuala mbalimbali ya maisha, mapenzi na ulimwengu ambao Mungu ametuweka ndani yake. Unaweza kuwa unaojenga au kubomoa maadili, ingawa haumsifu wala kumtukuza Mungu moja kwa moja, unaweza ukawa na nafasi halali katika maisha ya Mkristo. Katika uchaguzi wangu, kanuni hizi inabidi zizingatiwe. Kanuni zinazomwongoza Mkristo, muziki unaofaa kwa Wakristo unapaswa utawaliwe na kanuni zifuatazo. Kanuni ya kwanza muziki wowote ambao mkristo anausikiliza anauimba au anautunga, uwe wa kidini au siokuwa wa kidini, inapasa umtukuze Mungu. Basi, mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu, Korintho moja, kumi, thelathini na moja. Kanuni ya pili muziki wowote ambao mkristo atasikiliza atauimba na kutunga, uwe wa kidini au usiokuwa wa kidini inapaswa uwe na maadili mema na mazuri kabisa. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Filipi nne nane. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, tunaotumaini na kutegemea kuungana na kwaya za mbinguni tunatazama maisha ya hapa duniani kama matayarisho kwa ajili ya limbuko la maisha yajayo. Kwa kuzingatia misingi hii, kumtukuza Mungu katika mambo yote na kuchagua mziki wenye maadili na ubora, utegemea kanuni zilizo bora kwa ajili ya uchunguzi wa mziki kwa ajili ya Wakristo unajipambanua kwa ubora wake, kulinganifu, kufaa kwa kwake na uhalisia wake.